Yo, of course, mambo vipi, mambo ni aje? Ni time nyingine tena mi nayo tunakutana kwa ajili ya kuweza kusogezeana zote news za kiburudani ambazo zimezidi kuchukua nafasi kinoma kupitia mitandao ya kijamii, ambapo moja ya ishu ambayo inazidi kwenda viral this time inahusiana na, na Harmonize pamoja na Kajala, ambapo these two days wamekuwa na upepo wa kisulisuli, kwa maana ya kwamba watu wamekuwa wakifuatilia zaidi kuona nini ambacho kinaenda kuhappen Harmonize, kupitia ukurasa wake wa Instagram, para Insta story amezidi kuchapisha jumbe mbalimbali ambazo zimekuwa zikionyesha kwamba suni wanaweza wakarudiana tena na mambo yakawa yanaendelea kama ilivyokuwa, uh, before kupitia ukurasa wake wa Instagram Harmonize ameweza kuzirudisha picha zote ambazo alikuwa amepiga na Kajala hapo way back. Sasa hili jambo limezidi kuongeza kasi ya kuamini kuwa kuna kitu kinaenda kutokeaataamefunguka kwamba mwezi basi kuna ambacho kinaenda baina yao wa so imekuwa ni ambayo watu wengi wameua wakisubiria kuweza nini mbaco kinaweza kutokea obeeis moja ya watu maarufu zaidi kwenye mitandao na anaitwa Mr Pimbi ame funguka kuhusiana na ishu ya Harmonize na Kajala akisema kwamba Harmonize ameweza kulipa zaidi ya bilioni sabini ili kuweza tu kurudiana na bibi ambaye anaitwa Kajala. Sasa jambo hili limezua utata zaidi kwenye mitandao ya kijamii, so watu wametoa maoni tofauti tofauti kutokana na hichi ambacho kimetokea hichi ambacho kimeweza ku happen. Je, ni kweli au kina uhalisia wote au ni trending tu za kwenye mitandao na vitu kama hivyo kuweza ku happen? Sasa unaweza kutoa pia maoni yako kwenye hichi ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye mitandao. Inawezekana kweli konde kazibwaga milioni 70 kwenye kwenda kurudiana naye au ni trending tu kwenye mitandao so komenti yako pia ni muhimu kupitia Chris Media 24, unaweza kuangusha komenti yako hapo chini kwenye ichi ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii.